gana na wanaushirika wanaopatikana katika mkoa wa Dodoma tukiwepo Mlowa hospitali ambapo tumekuja kutimiza kwanza msingi namba saba wa ushirika ambao unaijali jamii. Tumekuja kwenye hospitali hii kuja <coughs> kutoa msaada wa vifaa tiba na vifaa hivi wanachama hapa kwenye vyama hivi wamechanga vyenye gharama ya thamani milioni kumi na nne na laki tano kwa hiyo tumekuja kuiona jamii hii ambayo sisi tunaamini tumekuja ku, kuungana kwa namna moja ama nyingine kukidhi yale mahitaji ya msingi ambayo mwanadamu anastahili kuwa nayo. Kwanza tumekuja kutimiza ule msingi namba saba ushirika, kwa sababu sisi katika ushirika tunahubiri kuijali jamii. Kwa hiyo tumekuja kurudisha kwenye jamii. Lakini la pili, ushirika, la pili tupo katika maadhimisho ya jukwaa la ushirika la mkoa wa Dodoma, hivyo basi. Katika shamra shamra hizi leo tumekuja kuiona jamii kwanza, kuja kuutangaza pia ushirika kwamba ni sehemu ambayo ipo ndani ya jamii, kwa hiyo tumekuja kuwatembelea na kuwaona ndugu zetu ambao tunaamini kwamba kwa, kwa uchango ambao tunaotoa utakwenda kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Kama kushiriki katika, <coughs> kushiriki wa, wa kushiriki? Mimi natoa wito kwa sababu haya ni matendo ya kiibada kwanza kiacha kutekeleza ule msingi ambao nilikuwa nimeusema kwamba ni musema. Kwa matendo ya kiibada tunakwenda kuona wahitaji, kwa hiyo naomba ni kuendelea kutoa hamasa katika miaka mingine uendelee kutenga haya mafungu muhimu ambayo yanakwenda kuisaidia jamii kwa namna moja ama nyingine.